Karibu kwenye tutorial kwenye hii hapo, kama ulivyoona hapo kwenye thumbnail. So tunatengeneza uh, mwonekano wa ngozi ya mtu lakini sio kwa kutumia texture, tutakuwa tunatumia materials peke yake. So huyu uh, mtu nishamtumia before kwa so, hiyo nikija hapa, nimefuta picha zake za za zingine lakini zingine nimemwachia. Kwa hiyo tutaangalia namna ya kuweka texture ya ngozi ambayo inafanania na uh, mwonekano wa binadamu, so nitaenda moja kwa moja. Kwa hiyo hapa, ukienda kwenye materials, hamna texture. Pia disclaimer, hii sio beginners tutorial. Hii hapa ni kwa wale ambao tayari wameshaweza kumodo mtu, ambao hilo darasa lake ninalo. Kama unahitaji, nitafute kwenye namba hizo, darasa la kutengeneza mtu Wanyama, magari, yeah, so, uh, so, ya hivo. So ndio hivo. So huyu hana material yoyote, ndio tunatakiwa tuitengeneze material ya mtu. Kitu cha kwanza kabla ya yote, tukija hapa kwenye rendered uh, nani huwa inakuwepo rangi hii hapa hivo, lakini realistically ni kwamba Uh, ngozi ya mtu uh, au kala ya kitu chochote kile inakuwa affected much na mazingira yaliyomzunguka. Mfano, mtu anaweza kawa ni mweusi, lakini akikaa kwenye mwanga mkali ataonekana sio mweusi sana kwa sababu mwanga ni mweupe, unakuwa unapunguza ule ukali wa rangi yake. So mazingira yanamata sana katika unapokuwa unatengeneza rangi, kwa hiyo Uh, cha kwanza nimeweka hizi hapa kala, kuna hii hapa mwanga eh, kala mwanga huu hapa na huu hapa ndio utakuwa unamulika mbele, huu hapa hivi ndio utakuwa unamulika nyuma, lakini nimeweka kwa juu utakuwa ni rim light. Kwenye somo la lighting watu au wanajua maana ya rim lighting uh, ni somo la siku nyingine. So ndio hivyo, cha kwanza tunatakiwa tu add HDRI ambayo ita support mazingira ambayo itakuwa inafanana na mazingira. HDRI ni ambazo zimepigwa. So kwenye HDRI nitakuja hapa hivi kwenye world properties, nitakuja hapa nitachange iende, uh, kwenye kutoka kwenye color ili iweze kusupport image. Tutaweka environmental texture, environmental texture ikiona. Mara nyingi ukiwa unafanya kazi zako ukaona imekuletea rangi hii hapa hii ya pink, uh, Ujue kuna texture inahitajika na haipo, so uh, hapa hivi ndio unatakiwa tu add hiyo texture yenyewe, so nitaenda kutafuta HDRI texture, na kwa wewe inabidi ukazi download, utafute, ziko nyingi tuko mtandaoni. Ukiandika HDRI ziko za room texture, ziko nyingi. Kwa hiyo mimi kwangu na texture zangu nyingi za HDRI kama hizo ziko za, the room za fabric na nini lakini hadi uh, za viwanja inaz kwa mfano uh, ziko nyingi shortly, ila ambayo napenda kuitumia uh, nikiwa natengeneza mtu hapa ambao ni nature ya porini porini fulani eh? Unaona kama hapa huko ni msituni. Kwa hiyo hapa hata nikizungusha hii ni kiritik, yani nikizungusha huyu mtu kote itaonekana kama vile ni yuko porini sehemu fulani. Kwa hiyo hizo ndio HDRI textures imepigwa 360 kwa hiyo kwa hiyo ukivuka mia tatu sitini yote pote, utakuwa unaona kuna texture hizo. Kwa hiyo hizi ndio wanatumia visapoti uhalisia wa mazingira wakati na mfanyia mtu texture, hiyo ni moja so uh, tunaenda moja kwa moja kwenye add material. Uh, matirio ambayo basically inakuwepo ukija hapa kwenye material properties hadi hivi itakuletea hii hapa ambayo ni Principled BSDF na output ambayo ukija hapa kwenye shading ndio utaiona mm -hmm. Kwa mtu utaona, hivi huyu ndio mtu, lakini matirio zilizoko hapa ni hii hapa, kuna Principled BSDF na, na, output. Ndio, na ambayo ndio kwa kawaida ambayo hata ukichange color hapa hivi itachange hii ndio material node zilizopo yeah. mm-hmm. Sasa uh, unaweza ukaamua tu kuchenja hapo ukapata rangi ya mtu kawaida haina shida, lakini uh, katika kitu ambacho kiko complex pia kwenye nani ngozi ya mtu ni kwamba ana layers nyingi ambazo kwa kawaida huwezi kuziona, lakini kuna oil layer, layer ambayo nina mafuta, layer kuna layer ambayo ni transparent ambayo ina inakufanya sana mtu, ukiweka tochi juu inatokea kwa nyuma. Hiyo ile subs, ni subdivision surface scattering hivo. Kwa hiyo uh, kuzipanga hizo layers ndio njia ambayo mi naitumia ambayo sio 100% realistic but it, it's believable, ambayo ndio huwa naitumia mimi kwa. Ukitaka 100% realistic maake itabidi utumie texture za kawaida za picha. Cool. za kuchora au kupiga picha, ku-unwrap hivyo. So naanza moja kwa moja hapa ya kwanza. Sasa hapa ili tuende vizuri kwenye hii Principled BSDF, hii hapa ndio rangi, hii hapa ni, ni Metallic ya kufanya kitu kiwe kama chuma. Roughness kinakufanya kiwe kinang'aa kama plastic au sio hivyo, yeah. Sasa hapa cha kwanza nitakachoki add nita add kubonyeza shift. Sasa hapa ionekani ile nani, ile kubonyeza shift a, inakuja kwenye search na search color lamp. Sasa color lamp hii hapa inakuja hii hapa itatusaidia kubalance, kama unataka kutengeneza color zaidi ya moja ta add color lamp hii na. Sasa color lamp hii. Na, tafahi, color lamp ina kala mbili kuna hii hapa black iko huku na hii hapa white, hii hapa white tukiselekti hapa, maana yake tunaweza kubadilisha hapa, tuna inatokea, maana yake tutaweka hivi, alafu utaichukua hii hapa sasa. Uh, okay. Kwa kuanzia tutachukua tutaweka hapa, ingawa baadaye tutabadilisha mambo. Unaona huyu mtu ameadapti hii hapa kala, lakini ukisqueeze hii huku anazidi kuwa mweusi, ukiondoa hivi anazidi kuwa anaenda anang'aa. Kwa hiyo kwamba hapa hivi, dominant color itakuwa hii hapa inaonekana huku, halafu hii huku itakuwa inaenda ina fade yeah, so uh, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka, hiyo ndio color lamp inayofanya kazi hapa, itakuwa inang'aa sana hapa hivi, itakuwa itakuwa inai sana ukipeleka huku, na ukitaka kuedit black una click hapa ingaa, sina plan ya kuedit o inakuwa hii black kwa mm -hmm. hiyo una uwezo wa kuichange hiyo, tu ni namna ya ku edit hizi. Sasa kitu kingine ambacho nataka ku add nita add noise texture ni uh, noise texture shift A, search noise texture. Ni kwa sababu ngozi ya mtu pia haijatulia, inakuwa ina Uh, ina vitu vitu vingi ambapo vina vispotspoti uh vingi ndio maana uh, tunatumia pia noise texture. Sasa tutachukua hapo kwenye factor, tutakuja kuleta factor, tunapeleka kwenye factor, uh, value zake sio kuzispoti kirahisi, sio sio rahisi, lakini zina, kuna details ambazo ndogo ndogo zitakuwa zinaji add mm -hmm. Kwa hiyo the more una unaongeza una hapa huku add kitu chochote huku hivi itakuwa ina ina reflect huko, unaona, ukizoom unaweza uka ukaelewa ni kwa kiasi gani ina nani labda hapa ngoja ni ader hapa, hmm, ntaacha vingine ntaacha hivyo. So hapo uh, ndio tume add hii hapa ya kwanza, ambayo hii ndio base color. Kumbuka base color hapa hivi zamani ilikuwa ni white hapa hivi, lakini tume tumekuja kuiongezea mbwembwe huko nyuma, tumeiongezea rangi fulani nyeusi na, na hii hapa kwa mbayi sasa uh, what if unataka kuongeza kala nyingine sawa, yeah, kwa sababu lea ya mtu pia ina ina nani ina ina mambo mengi kidogo. Kwa hiyo tuta duplicate hapa mara mbili, kwa hiyo tutabonyeza shift D, na tunaiweka hapa chini duplicate hii kwa hiyo nimeselekti hii na hii, ni duplicate hii hapa. Lakini sasa tunachotaka hii ya chini ita control uh, ile subdivision surface eh, uh, subdivision surface uh, ndio itakuwa ndio layer yake sawa. Uh, uh, sasa uh, uh unafanyaje ili uweze kuingia na eneo hapa pa kuni color kwenye Principled BSDF ya Blender ya zamani ilikuwa kuna sehemu kabisa ya subdivision ambayo unaenda kuclick moja kwa moja una add, lakini mimi natumia 4.2 sasa hivi, una unaimix hapa hapa ndio kinachohitajika. So tunafanyaje hapa? Hapo ndio tuta add kitu kinaitwa mix color. Kwa hiyo shift a una search uh, mix color hmm. hii hapa mix color sasa hii mix color tutai add hapa. Ukiweka hapa, tayari ina inaonyesha kwamba kuna mix inahitajika, kwamba huku juu patakuwa. Kabla uja add kwanza, hii utagundua hapa kuna rangi mbili, kuna hii na hii. Kwa hiyo huyu mtu amechukua rangi, nime disconnect rangi hii na hii. Kwa hiyo tuki tukiselect moja kwa moja, labda hii hapa ije labda hapa chini, maana kunakuwa kuna rangi mbili utakuwa amechukua rangi hii hapa na hii kwa hapa nyeupe iliyoko so, hapa sawa. Kwa hiyo tukitaka tu, kunanii zaidi sasa. So, tunakuja ku mix sasa tunataka, so, hii hapa i mix na ya chini. Kwa hiyo utachukua tena kala ya hapa chini, uh, labda unakuja kuiweka hapa sawa. So, kwa hiyo kutakuwa kuna mix ya vitu viwili ya, ya, ya kundi la hapa na la hapa hiyo ndo maana ya mix color. Kwa hiyo hii ya huku chini pia unaweza ukaifanyia uh, chochote unachokihitaji kuiedit hii color ya huku chini, mfano uh, labda tusema huku chini nataka iwe deep hivi iwe deep hivi, kwa hiyo zitakuwa zinakutana hapa katikati sawa. so, labda hii hapa imekuwa nyeusi, sitaki nyeusi sasa hivi hivyo na labda nataka iwe iwe huku hi kwa hiyo hapo, itadipendi na wewe kitu gani unachokihitaji. Lakini sasa, kwa sababu huyu ni mtu, sio Mchina, Mchina sio nani, ni Mwafrika, ngoja tuweke rangi ambazo zn tuweke rangi fulani ambazo ni didivu mm -hmm. Sasa hapa pia tuko kwenye material. Changamoto nyingine nabidi tuje hapa kupata uhalisia wa kile tunachokiona hii. Uh, hapa nitataka iwe dipu, alafu hii pia nitataka uh, labda inae kidogo, kwa sababu nilea fulani hivi ya mafuta fulani. Alafu hii hapa ngoja uh, nifanye iwe dipu kidogo, ili tumpate mtu atakaye kuja kufanana na rangi zetu so hapo hivi ndivyo namna ambavyo tunaweza kumix rangi ya juu na ya chini. The more unavyozichezia hizi the more utapata vitu vingi vi zaidi ambavyo vitakusaidia hitapos, hitapos, pia katika mambo mengi zaidi. So uh, sasa mara nyingi kuna kuna kitu kingine ambacho uh, wengine wanaweza wakawa hawakiweki lakini, uh, kwangu mimi naona ni muhimu. Uh, kwenye ngozi ya mtu pia kuna layer nyingine ambayo, ina ngoja kwanza, ili nipate space vizuri, ni select hii hapa B, nasogeza hizi nyuma kidogo. Kuna layer nyingine moja ambayo ni layer ya ya eh, poles. Binadamu anakuwa na poles, kwa hiyo nitabonyeza shift D nitaduplicate hii color lamp nitaiweka hapa sasa tunafanyaje? Sasa tumesha kuwa na vitu vitatu hapa hivi. Mix ilikuwa ni between two. Sasa tunafanyaje kama tunataka ku mix kitu kingine hapa? Kwa hiyo inabidi duplicate hii mix color, kwa hiyo ni Shift D, tutaileta hapa sawa. Kwa hiyo hii hapa mix color, uh, tutachukua mix color uh, yes uh, kabla kwanza i si... yes, hii yeah. Kwa hiyo tutachukua kwanza hii hapa rangi ya ya hapa ambao tutakuja kuiedit baadaye, tunaiweka uh, kwa hapa juu sasa. Mm -hmm. Hii hapa pia kabla ya hii kwanza Uh, hii hapa inatakiwa niweke hapa kwanza mm -hmm. Alafu hii hapa ndo zitashea uh, kala na huyu hapa. Kwa hiyo huyu atakuja uh, hapa mm -hmm. Yes yeah, kwa hiyo huyu hapa na huyu hapa watakuwa wanashea rangi hii rangi ambayo tunataka kuweka poles na, na rangi ya subdivision surface zitakuwa eh, zinashea kitu kimoja. So Yeah, so ndio hivyo. So, sasa so, hii hapa tunatakiwa tu tuiadie tuna, tu uh, vitu ambavyo vitaongeza pores, pores kwenye hii ngozi. Tumeshagundua ya kwanza hii ni base color, ya pili itakuwa ina support uh, subdivision surface modifier kwamba ile ngozi fulani ambayo itakuwa inapitisha mwanga. Hii ya tatu itakuwa ni ya pores. Pores ni vile vishimo vishimo vya, vya hewa ambavyo ndio tunataka tu vi add Uh, hapa sasa kabla ya ku-add hapa, ngoja kwanza nivitengenezea yake mpaka viende mwisho. Kwa hiyo nita add bump node hapa katikati, shift a search, uh, bump. Bump hii nitaiweka hapa, ambayo hii bump mara nyingi tunaitumiaga kwenye normals. Kwa hiyo nitachukua hii hapa, nitaipeleka kwenye height hapa alafu normals nitazipeleka kwenye yaani, always normals inaenda na normals hapo, yeah, yeah, so sasa hapa eh, kitu ambacho nimebatiza ku add hapa ni zile poles mm, kwenye poles hapa nitaziweka hapa nyuma. Sasa kuzipata poles uh, kuna texture moja inaitwa kama naikumbuka, inaitwa boronomotek hapa, ya ni boronomotek hapa, b o r o n o i tek hii hapa ndio itatusaidia ku add zile pores za za mtu the pores za vile bi, vishimo vishimo vya mtu. So uh, uh, so ili tuweze ku, kufanya kwa kwa weledi mzuri zaidi, kuna kitu kinaitwa multiply inabidi to add hapa katikati. Hiyo multiply ukisearch multiply haitakuja, ila search kitu kinaitwa math Mm -hmm. Math hapa mm -hmm. Lakini utaona imeandikwa uh, itakuwa imeandikwa multiply, so sio hii, uh, ni shift a na math, ma math. Mm -hmm. Yapa uh, una sioni shift a uh, ni ma na mae anakama najichanganya, ya hii hapa ndio hii. Sorry, so hii hapa itachukua hii, yeah, hapa ndio ya kwanza, lakini ize, uh, ili zi work vizuri, inabidi tuze ad ziwe ndivu so nitachukua hii hapa, uh, distance 1 nitaiweka hapa na hii, hii pia distance 2 nitaiweka hapa mm -hmm. Alafu ah, shift d to duplicate hii nitaweka hapa, then nitachukua bure hii hapa value ntapeleka kwenye value 1 hapa juu alafu then nitachukua hii value hapa, nitaadi kwenye factor hapo. Sasa efekti yake unaweza usione kirahisi mpaka uh, huku setting za hapa hivi vi, tuziweke vizuri sasa. Uh, the more, kuna baadhi ya vitu ukiwa unaviongeza the more ndio utanani mfano hii hapa scale ukiadi scale, utaona kuna hizo poles zinaonekana hivi. Scale iko ishirini na moja kwa sababu tumeshaweka na bump na nini, ndio maana unaanza kuona kama vile kuna vitu vinajichimbachimba hapo ndani, sawa. Kwa hiyo the more una add hizi the more vinaongezeka hizo poles. Sasa hiyo uh, ndio geometry nani yake ni kitu kinachotokea Kwahiyo hii pia ni text ambao unaweza ukaitumia ka unatengeneza mkate nini, ndio mambo hayo, unaweza kutumia let's say, tuweke elfu moja kwa sababu calls za mtu zinakuwa nyingi. elfu moja vimeonekana, lakini vidogo vidogo sana, na ndivyo inavyohitajika sawa. Na hapo elfu moja ni chache, kwa sababu mimi huwa naweka mpaka hata elfu kumi elfu ishirini kwa sababu sio vitu ambavyo vinatakiwa viwe visible sana ila ni vitu ambavyo vina hatu vina ad walisia wa mtu, yeah. So sasa mm -hmm. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza uka, uka add uh, materials mbalimbali -mbali kwenye ngozi ya, ya mtu uh, sasa hizi poles kuzikontrol kwa sababu zinakuwaga ziko toto dark zinakuwa nyeusi, kwa hiyo hapa hii tuna ad iwe nyeusi kabisa. Uh, ngoja ni niziweke chache ili kusudi niweze kuziona. Ngoze scale, scale niweke iwe ziko 20 ishirini. Nataka nione ni rangi ya pole zinapobadilika, ndio maana nimepunguza, alafu hii hapa value yake isogee huku mbele ili black iweze kutawala kiasi fulani kwenye hizo l. Alafu uh, niweke elfu kumi tatu, kwa hiyo kutakuwa kuna vil hata elfu kumi naona kama ni ndogo fulani, ngoja tuweke elfu ishirini hatutakii kuviona, lakini vitakuwa vina add kitu ambacho usichokijua wewe. So uh, quickly, ni kwamba hivyo ndivyo ambavyo uh, mimi huwa natengeneza hizi uh, nini, kwa ajili ya mtu I, uh, mat, nani hizi uh, ngozi ya mtu kwa kutumia idha hapa hivi, kwa sababu ukiweka rangi ya kawaida tu, kuna namna inakuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo hapa hivi, wewe unachokifanya kama unataka mtu wako nini, unakuja kucheza na hizi values tu, kwamba nitataka hii iwe hivi, hii dominate huko, au hii hapa, au hii dominate huko. Kwa hiyo ni, ni the way wewe unavyo unavyotaka, na sometimes pia, yani the more unaichezea the more utajua vitu vingi zaidi. Let's say unataka ku add unaweza ku add hapa nyingine nani nyingine, na ukitaka kuiondoa pia unaiondoa mm. Kwa hiyo ndio hivyo uh, jaii ni add awe meusi kidogo kwenye base color na kwenye ab. So shortly, hiyo ndio i ambayo -materials, materials unayatumia kutengeneza na ni ngozi ya mtu kwa kutumia kwa kutumia nodes. Aa hmm. So iyapo uh, yeah, kwahiyo. Lakini kwa wale ambao utaona kwamba haya ni mambo mengi sana kuyafanya, unataka tu iwe tayari imeshatengenezwa hivi, utumie uanitafuta, naia kutumia hii matirio bure tu. Sio bure no, no, no, bure unatuma, lazima utumie elfu tano charge, ndio nitakutumia hii matiri ikiwa tayari. Kwa hiyo utakuenda tu ni control j kuapply kwenye mtu wako, basi unamaliza. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo material ikiwa tayari, na na kutumia material yote, yani kuanzia ya ya ngozi, kucha, mdomo, kinywa, zote ambazo nimeshaziweka kwenye nami moja. Kwa hiyo utaenda kuapply kwa wale wazivu, lakini kwa wale wanaotaka kujua eh, unaweza kwa umeshapata idea ya kutumia hizi noise mbalimbali. So uh, like, comment, subscribe. Uh, ona nitafuta kunitafuta utanitafuta kwa namba hizo hapo k okay. Mpaka wakati mwingine tena, karibu.